Dokta Samia Mheshimiwa Daktari Samia, Samia! Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenyekiti na mgombea wa nafasi ya urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, karibu sana Muheza. Hapa ndiyo Muheza, Muheza yako mama. Mheshimiwa mgombea, nimepewa nafasi ndogo ya kuja kuongea kukaribisha Muheza na kuwasemea mawili matatu ambayo yataruhusu kwa muda huu niliyopewa, wana muheza na ambayo umeyafanya katika kipindi cha miaka mitano hii, mheshimiwa rais, yanafanya wana muheza. Tukubaliane kwa kauli moja kwamba tuna jambo letu siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, na jambo hilo ni kuhakikisha sio tunakurudisha madarakani, tunakurudisha madarakani kwa heshima, tunakurudisha madarakani kwa kishindo kikubwa, ndugu mgombea. Tunazo sababu za msingi za kufanya hayo. Sisi watu wa Muheza ni watu wa ungwana tunaopenda sana kupendwa na kupatilizwa, na hakuna wakati wowote katika historia ya Muheza ambayo tumependwa na kupatilizwa kama kipindi cha miaka mitano hii ya uraisi wako, ndugu mgombea. Nayo miradi ambayo naweza kutumia nusu siku hapa kuitaja ya jinsi ilivyorahisisha maisha ya wanamuheza lakini kwa muda ambao nimepewa naomba nitaje michache na kwa ufupi sana. Kwenye upande wa elimu, mheshimiwa mgombea, wakati unaingia madarakani, wilaya Muheza yenye kata thelathini na saba ilikuwa na kata kumi na tatu ambazo hazina shule za sekondari. Hivi tunavyoongea, kata kumi na moja zimepata sekondari na ni fedha ulizotoa wewe tumebakisha kata mbili ambazo nazo ziko kwenye mipango yetu ya bajeti na naamini mwaka huu wa fedha hautakwisha kabla kata hizo hazijaanza kujengewa shule zao za sekondari. Katika kipindi hiki cha miaka mitano ya uongozi wako wa nchi hii Mheshimiwa Rais, umeweza kutuletea fedha kwa ajili ya kujenga kiasi cha madarasa mia tatu sitini na nne katika kipindi cha miaka mitano ikiwemo madarasa ya shule za sekondari na madarasa ya shule za msingi Lak lakini hata hivyo umetuletea fedha kwa ajili ya mabwala, umetuletea fedha kwa ajili ya mabweni, matundu ya vyoo, nyumba za walimu na miundombinu mingine ya elimu. Kwenye upande wa afya, ndugu mgombea, hapa ndio ambapo umeupiga mwingi kweli kweli. sisi Muheza kihistoria, hatukuwahi kuwa na hospitali ya wilaya. Kabla wewe hujaweka juhudi zako, ulianzisha Harambee wakati ule ukiwa makamu wa rais, tukapata fedha za kwanza za kuanza kujenga hospitali yetu ya wilaya. Lakini katika kipindi cha miaka minne na nusu mitano hii ambayo umekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hospitali ile ya wilaya imepata jumla ya shilingi bilioni 3.9 ambayo imetuwezesha kujenga majengo 15 na hivi tunavyoongea inatoa huduma. Si ajabu kwamba hospitali ile tumeipa jina lako, hospitali ya Mama Samia, kwa sababu ya kushukuru mchango wako uliotuwezesha wanamuheza kuwa na hospitali yetu ya wilaya. Lakini kwenye afya hukuishia hapo ulitupa fedha wilaya hii. Wakati unaingia madarakani, Mheshimiwa Rais, ilikuwa na kituo kimoja cha afya na wilaya ilikuwa imeanza toka mwaka sabini na nne. Wakati unaingia madarakani ilikuwa na miaka 47, na kituo kimoja cha afya. Katika miaka mitano hii ya uongozi wako mheshimiwa mgombea, umeweza kutuletea fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo vitatu vya afya, na sasa hivi kila tarafa hapa Muheza katika tarafa zetu nne inakwenda kuwa na kituo cha afya. Tutakuwa na kituo cha afya cha Misalai kinachojengwa Amani kwa ajili ya tarafa ya Amani. Kituo cha afya cha Kwafungo kimekaribia kumalizika na hivi tunavyoongea, kimeanza kutoa huduma kwa ajili ya tarafa ya Bwembwera, lakini na kituo cha afya cha Misozwe kwa ajili ya tarafa ya Ngomeni. Mama Samia oyee! <tipos> hukuishia hapo, umetuletea fedha tukajenga zahanati tano kwenye kata tofauti zahanati tano mpya, lakini umetuletea fedha kwa ajili ya kukamilisha zahanati saba ambazo zilikuwa zimeanza kujengwa lakini hazikuwa zimekwisha. Kwenye upande wa afya, Mheshimiwa Rais, umefanya mengi makubwa ya kukumbukwa sana milele hapa Muheza, na asante sana kwa jambo hili. Kwenye nishati ya umeme, huduma ya umeme, Mheshimiwa Rais, wakati unaingia kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2021 vijiji vitongoji mia mbili na kumi peke yake kati ya vitongoji vya kitanesco mia tano kumi na mbili vilivyoko Muheza vilikuwa na umeme. Hivi tunavyoongea vimebaki vitongoji arobaini na tano na vingi kati ya hivyo vimeshafanyiwa savei. Naamini mpaka mwisho wa mwaka huu wa fedha vitongoji hivi navyo vitakuwa vimepata huduma ya umeme. Mama Samia oye! Mama Samia oye! Lakini hai, hivi karibuni Mheshimiwa Rais, ulielekeza pia tufanye utaratibu wa kuhakikisha umeme, shu, umeme unaacha kukatika katika ovyo Muheza kwa kutubadilishia tusiwe tunachukua umeme kwenye chanzo cha Hale peke yake bali kutokea Mkinga na Tanga mjini, na hivi ninavyokuambia Tanesco ameshaanza kazi hiyo na kadhia ya kukatika katika kwa umeme Muheza inakwenda kufikia ukingoni hivi karibuni. Asante sana Mheshimiwa Rais. Lakini hali kadhalika kubwa zaidi ni kwenye upande wa maji. Wakati mimi naingia kama mtumishi wa watu wa Muheza kwenye nafasi ya ubunge na wewe unaingia kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo Muheza iko katikati kat, kat yake ni kwamba up, hali ya upatikanaji wa maji Muheza ilikuwa asilimia arobaini na moja. Hivi tunavyoongea baada ya miradi mbalimbali yenye mbali, thamani ya takriban shilingi bilioni kumi na nne kufanyika katika kipindi cha uongozi wako, hivi sasa hali ya upatikanaji wa, wa maji vijijini ni asilimia 72 na mjini hapa ni asilimia 86. Tunakushukuru sana mheshimiwa Raisi kwa kuelekeza utiwe saini mkataba wa miji 28 wa mradi wa miji ishirini na nane ambao kwa Muheza unakwenda kugusa kata kumi na saba kati ya kata thelathini na saba. Mradi huu ambao umefikia asilimia sabini na mbili kwenye utekelezaji wake hapa Muheza, ambapo tunapata jumla shilingi bilioni 40. Utakapokamilika, hali ya upatikanaji wa maji vijijini itakuwa asilimia themanini na sita na mjini itakuwa asilimia 100. Tunakushukuru Mheshimiwa, mheshimiwa Raisi Daktari Samia Suluhu Hassan kwa dhamira yako ya dhati ya kuhakikisha shida ya maji inakwenda kuwa historia hapa Muheza. Kama ambavyo nimesema, mheshimiwa raisi, yapo mambo mengi sana ambayo umeyafanya kulinganisha na muda ambao nilipewa, lakini mimi nilete maombi kadhaa ya wanamuheza na nikiondoka hapa bila kuyasema, pengine nitanuniwa huku, japokuwa kura zako hazitaweza kuharibika hata kidogo hapa Muheza. Jambo la kwanza, Mheshimiwa raisi tunaomba miradi ambayo imeshaanza ambayo umeianzisha wewe kwa ridhaa na maelekezo yako Mheshimiwa Rais itiliwe nguvu na ihakikishwe inakamilika. Mfano ni barabara ya Amani ambayo wakati wewe unaingia ilikuwa imejengwa kilometa nne na haku, hata mkandarasi alikuwa hajalipwa hata senti moja, lakini katika kipindi chako umeelekeza kilometa tisa zimejengwa na tuna ahadi ya kilometa nne zaidi ambayo inafanya jumla iwe kilometa kumi na saba kati ya kilometa thelathini na nane ambazo zitakamilisha barabara hii ya Muheza Amani. Tunaomba nguvu ya serikali iongezeke mkandarasi aongezewe nguvu ili ahakikishe ya kwamba anaikamilisha barabara ile ambayo ni kero kubwa. Lakini hali kadhalika sisi ni wakulima na wakulima, bidhaa yetu kubwa, kilimo chetu kikubwa ni kilimo cha machungwa. Mheshimiwa Rais, hivi tunavyosema, moja ya mambo ambayo yanatupa wakati mgumu ni kwamba matunda matatu kati ya matu, kila matunda matatu yanayovunwa tunda moja linaharibika, chungwa moja linaharibika, ambayo ni asilimia 83, 33. Hivi tunapata post harvest loss kwa kiwango kikubwa, na lengo letu ni tuwe na soko la kitaifa la machungwa hapa, ikiwezekana uwekezaji wa kufanya kita, ki, uh, kiwanda kwa ajili ya kuchakata machungwa yetu, ili wakulima waweze kunufaika na machungwa yao yalete tija zaidi ya ilivyo sasa hivi. Lakini la mwisho kwa mustakabali wa muda, Mheshimiwa Rais, moja ya mambo ambayo mimi binafsi naamini yanachangamsha maeneo yanachangamsha sehemu nyingi, lakini yanachangamsha, pamoja na hayo, uchumi wa sehemu hizo ni kuwa na taasisi za elimu ya juu, vyuo vyuo vikuu. Sisi wilaya Muheza tungeomba katika kipindi cha miaka mitano inayofuata baada ya kukurudisha kwa heshima, moja ambalo tunaliomba kutoka kwako ulifikirie ni kutupatia Muheza taasisi za elimu ya juu. Kwa bahati nzuri pale Amani kwenye kata ya Amani na tarafa ya Amani tulikuwa na kituo cha utafiti ambacho kiko chini ya Nimri kilijengwa na mkoloni Mjerumani toka mwaka 1890 mpaka 1902, na, na kituo kile kimefanya mambo mengi kuhusu wa utafiti wa tiba. Tunaomba kituo hiki bado kina nyumba 120 ambazo ni nyumba za kuishi, lakini kina majengo ya utawala, kina maabara, kina maktaba. Tungeomba serikali iweke fedha na kukigeuza chuo uh, eneo lile kuwa chuo kikuu kwa ajili ya utafiti wa tiba za afya. Mheshimiwa Rais, mimi binafsi, mbele ya Wanamuheza wenzangu, wapiga kura wenzangu wa Muheza, nikushukuru mimi binafsi kwa nafasi kubwa ambayo umenipa ya kuwa msaidizi wako kwenye sekta za habari, utamaduni na michezo. Sijapata maneno ya karibu bado ya kushukuru mimi mtoto niliyezaliwa hapa Muheza na nikasoma nikienda mpaka bila viatu shule ya msingi Mdote, ya kuweza kuingia kwenye vikao vya baraza la mawaziri. Mheshimiwa Rais, hili siwezi kulilipa kwenye maisha yangu yote, na nakuahidi, nakuahidi kwamba mimi na wanamuheza wenzangu tunakushukuru jambo hili hatukuwahi kuliona, na tuhakuhakikishie, tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi tunakwenda kufanya maajabu kwa kuongoza mkoa na taifa hili kwa kukupa kura nyingi kiasilimia, ili uendelee kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue fursa hii kuwaomba wanamuheza wenzangu. Jamani, tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi kuna jambo letu. Mkikaa hivi mkaliangalia mnaona kama Chama cha Mapinduzi kimeshashinda huu uchaguzi. Ni kweli Chama cha Mapinduzi kinashinda huu uchaguzi, lakini hakitaki kushinda bila kura zenu. Wanamuheza, yoyote aliyejiandikisha kuwa mpiga kura halali ahakikishe tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi ikifika, saa kumi jioni, kidole chake kina alama nyeusi, ikiwa ni ishara ya kwamba ametumia haki yake ya kikatiba kupiga kura na sio kupiga kura, kupiga kura kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi kwenye nafasi ya urais. Na waomba wanamuheza wenzangu kwa heshima kubwa aliyotupa kwa tupatiliza kuliko wakati wowote kwenye historia ya Muheza, tumpigie kura Daktari Samia Suluhu Hassan. Nione kura za Rais Samia, nione kura za Rais Samia, asanteni sana. Kwenye nafasi ya ubunge, nimesimama tena mbele yenu, mtumishi wenu, mtoto wenu, mwana wa hanuhanu, mwana wa hadahada hada. Mwana FA Hamisi Mwinjuma, na jina langu litaandikwa hivyo hivyo Mwana FA Hamisi Mwinjuma. Naomba kura zenu, niendelee kuwa mtumishi wenu kwenye nafasi ya ubunge. Nione kura za Mwana FA, asante, asante. Lakini kwenye nafasi za udiwani, kutegemea na kata uliotoka, jambo moja ninaloliomba, nimpigie kura wagombea watokanao na Chama cha Mapinduzi. Kwa hisani yenu nawaomba, msituchanganyie betri na magunzi. Ukiwa na tochi moja ambayo inatumia betri tatu huwezi kuweka mabetri mawili na nafasi ya tatu ukaweka gunzi, haitawaka. Mpige kura kwa rais, mpige kura kwa mbunge na mpige kura kwa diwani, wote watoka nao na chama cha mapinduzi. Nione kura za CCM. Asanteni sana mwenyezi